dunia, binti yetu yuko hai, nenda oh, uambia dunia oh, misitusema, ahia ahia

pala ah ah ah ah ah, unafanya nini kwenye huu msitu, wakati msitu huu ni hatari? Mbona wakati huko hapa, na Malikia nani anamlinda? Ah. Ni mwenyewe nimekuja kufuata vidawadawa hapa nikampelekee Malikia, maana akitumia hizo dawa anakuwa sawa. Kwani Malikia ni mgonjwa? Hapana, ni mdhaifu tu wa mwili. Na ndio maana akitumia dawa hiyo anakuwa sawa sawa. ha. Sawa basi, kuwa makini. Sawa, asante. Na naomba uwe makini. Haina shida, yeah. Yeah. Yeah.

Unafanya nini huko? Ah. Ah. Papala, sinajua mimi ni mzee wa kutoboka. Nikawa nimekuja na papala, papala, manyama mengi vile. Kajikuta papala ndo mwamba sana. Kaona anaweza kashindana na msitu. Nasema kwa nini niandikie mata wakati wino huko? Nikamchukua papala akamchukua tukawa umetoka naye kule kijijini, tukawa amekuja naye msituni hivi ili papala ajionee mwenyewe, ili na hapa namsubiria papala mwenyewe. Yuko wapi papala? Ameingia kati huko msituni huko, mwanajamu kawaida, anatame miti, anapunza mvua. Walizani mnyonge, hawajui ni

Nini sasa, katubu umefanya nini? Nani kuambia, mtabile, pani, ambafo, eh? chasa ni papala, na ni mara ngapi nimekuambia usitoe hii siri? Na alafu na mtabila ishatuambia usitoe hii siri, wewe ni vitu ambavyo uelewi eh. Sasaa usema nini? Papara alikuwa mbishi sana, alikuwa mbishi sana Papara. Ndio maana mimi nikaona ni nisipale nisifanye mambo mengi, ndio maana mimi nimwambia aende mwenyewe, ananikuta hapa Papara, oo yaani usio unaleta ubishi Tuli, kumbuka hata mwenyewe nishawahi kuambiaga, ndiyo shawahi niambia kabisa, kuwa msitu ana vilago ni hatari sana, hautakiwi kwenda ovyo ovyo, wala kwenda peke yao. Yaani umezua tatizo ni kubwa sana, yaani umezua matatizo ambayo ni makubwa sana katika kijiji hivi. Unajua kusema wale wadudu wakiibuka pale kijijini hakuna mbataika. Shasau, yani shasau kabisa, yenyewe, mbaena, saa hii, kichwa. Hakuna te baki. Sijua nielewa, kitobo, nishaimwambia Tuli, nishamwelekeza ndugu yangu kusema usifanye kitu kama hicho na usimuelekeze mtu yoyote. Yeye anaona anachokifanya Wande ulijikuta mjanja sana, lakini kitu ambacho ulijisahau kwamba mimi ni nani. Sasa meshaingia kwenye mikono yetu. Angalia watu unaocheza nao, sasa imefika hatua imekugharimu vibaya sana. Naenda kukufatia dawa yako, sina nielewa, alafu haya macho haya

akuli niagiza nimlete huyu. Yaani <laughs> unanikamatia kijakazi wangu unakuja kumfunga huku alafu unasema niende? Unanikamatia kijakazi wangu mimi, unakuja kumfunga. Malkia, umeniagiza nikuletee wande huyu. hapa ni wande, huyo wande huyu. hasuna mana amesimama huyo, nimemfunga kabisa. Umeweza kuchanganyikiwa? Okay. Mketege nilikuwa na kuamini sana. Kuna mkuu umenikamatia mtu wangu umekuja kuniletea huku? Huyu wande. Oh. Kwani kuna wande tofauti na huyu uliyeniagiza niagiza nimlete? Kwa huyu ni wande. Na maana umuoni kwamba ni yeye? Nishasahau yani, nishasahau kabisa, sina wazo, kichwa changu yenye namba, nasahau hii kichwa, sijui Mungu aishanipa nini kichwa enye nishasahau kitogo. Hebu mchukue Tuli mwende nyumbani hivi. Mii kwanza zaidi mdau hapa, inabidi nimtafute mtabina, sie nitamkuta wapi? huu wote kwa upumbavu wako Tuli ni nendeni nyumbani na hakikisha, Tuli, usigeuke nyuma. Sawa? maana huku ni hatari, hali ya hewa imeshachafuka Job. Yaani, nini, nini. Hapana, siwezi ondoka bila papala papala, lazima nihakikishe naona papala anatoka huko, maana amesema nikute hapa, nataka nihakikishe papala anatoka mkono hana au mguu hana hey, au kichwa hana? Kitobo, ubishi wako ndio utaka kuponza. Hebu nenda nyumbani bwana. Vipi bwana, papala? Unajua papala ni mbishi sana, nataka anihakikisha anatoka ni mzima au anatoka hana kichwa huko. Maana mimi sio hizo Kitobo ume sawa. Mimi Kitobo nimesha kueleza, yani kama wewe unaendelea kubaki endelea kubaki, ila mimi nimesha kueleza Lazima nihakikisha Papara anamuona kama anatoka hapa, maana Papara mwenyewe simbishi. Naa, nifungulie mtu wangu haraka sana. Yaani kukuamini kote ikokuwa ni nimekuamini, mketeje Leo umeniumiza sana. Unajua nilikuwa na hamu kiasi gani? Ah, Malkia huyu siwande huyu <coughs> au ni tofauti na ndugu yake papa. Nimeishiwa cha kuzungumza, nimeishiwa cha kusema. Hamu yote yenye nilikuwa nayo kumfanya vibaya yule mwanamke, ujue tu unavyoumia katika moyo wako Malkia.

We nawe sijui kuja kufanya, kuna watu wanauzi duniani hapa ya. Yaani, mtu unamwamini, unampa kazi aifanye vizuri, hawezi kuifanya vizuri, siku sini nyingi wezi kunifanyia mimi madudu <laughs> haya. Kwa nini imekuaje? Ulikuwa unatafuta nini huko? Na ulikuwa unatafuta nini huko eh? Paka unakuja unakamata unaingia kwenye mtego ambao hawataka kuhusu. Ulikuja kufanya nini huko? Ulikuja kufuta nini huko? Sinakuuliza. <laughs> Bayjada huku. Mimi nilijitahidi sana kutunza siri, lakini kijana kaja tunza siri ameharibu. Lakini mtabiri, naomba naomba utusamehe, mtabiri, nakuomba hila kuku. Kumbuka yenyewe niliwaambia ninyi, mmefanya me, mpaka mimi sipati hata amani kwenye msitu wangu, kwenye msitu anavila makelele anapigwa makelele na, nasikia makelele. Malkia amekasirika. Sasa nitafanya nini? pale kijijini nombo, nisamee mtabiri, nombo tusamee sikilia hilo mtabiri, nombo tusamee sana. Ila nyinyi niliwaambia kutoka wewe na mwenzako kwamba hii siri isije mkamwambia mtu yoyote, ila nyinyi mmekwenda kusema hapo. Ni hayo mtakabiliana mta nao nyinyi wenyewe. Mimi msaada wangu umefika mwisho mtabiri. Na malkia na vilago amekasirika sana, ya ya na ndo mwenye imaya yote ana virago kao, akitaka afanye chochote kinawezekana, kwa sababu yeye ni malkia. Naomba fikiria hilo wewe, ndio unayeweza kila kitu, sisi hatuwezi chochote, ndio maana tumerudi mtabiri. Naomba tusamehe mtabiri, mimi sina msaada na nyinyi mtabiri, mtabiri.

Enda uwambia dunia binti yetu yuko hai, nenda uwambia dunia, oh msitusema, oh, enda uwambia dunia. Ahe.